Tunarudi tena katika vikao vya kina mama mudhakara kartier Bukira Sazi, barabara ya pili namba 75 katika ofisi ya Alhuda, na bado tunawasisitiza Uislamu ambao wana mapenzi na Uislamu, na mudhakara huu utafanyika tarehe nne za mwezi wa nne mwaka 2025 na yani Ijumaa, na mudhakara huu utaanza majira ya saa kumi kamili. Geni rasmi ni bingwa wa Qur'an alifanya tarjama katika lugha ya taifa Kirundi, atakuwepo ni Sheikh Hassan Mudrik. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Ikinze kuuhoraho andinde satani yavumwe Qur'ani nyeranda kigabano ca mbere uhoraho avuga ati koko mama koko dada koko shangazi koko mjomba Hakikisha kwamba ukipata tangazo hili, basi wasambazie wengine katika magrupu mbalimbali ya wasapu, mama wa Bukrasazi, Buterere, Kinama na Kamenge. Mudhakara huu utafanyika ni tarehe nne mwezi wa nne mwazwane, mwaka elfu mbili na ishirini na tano Ijumaa wai mapema, na mudhakara huu utaanza majira ya saa kumi kamili hadi saa kumi na moja na nusu, na ujumbe huu umeletwa kwako nami Hamza Mahane nda Ivyenu ipo vyema kuitumiki kuitumikia dini Al Huda mwongoza wa jamii.